Tunapoanza safari yetu ya hekima leo, nataka turudi nyuma kidogo kwenye uwanja ule baridi ambako Petro alikuwa akijipasha moto karibu na moto. Unaweza kukumbuka kwamba injili zote nne zina rekodi tukio hili maalum, na sidhani ni kwa sababu anataka kumzika Petro kwa aibu, bali ni kwa sababu Bwana aliyehamasisha rekodi hii ana mambo mengi ya kutufundisha sote kuhusu kushindwa kwa Petro na na naamini ni kwa kwa sababu kushindwa kwa Petro kunafanana na kushindwa kwetu sisi wenyewe wakati mwingine. Sasa Yesu amekamatwa katika bustani ya Getsemane, na Petro pamoja na Yohana wamewafuata askari hadi kwenye uwanja wa kuhani mkuu. Yohana ana uhusiano wa karibu na anapata nafasi ya kuingia kwenye ile nyumba yenye joto, lakini Petro yuko nje uwanjani, akitetemeka ya peke yake kwenye hewa ya usiku. Sasa, kuna matukio matatu yanayojitokeza hapa mbele yetu. Tukio la kwanza limeandikwa kwetu katika Mathayo sura ya 26 na, na ninasoma kuanzia mstari wa 69. Sasa, Petro alikuwa ameketi nje uwanjani, na msichana mtumishi akamjia na kusema, wewe pia ulikuwa na Yesu yule Mgalilaya. Kwa njia, angalia kwamba hamwiti Yesu kama Yesu Masia au Yesu mfanya miujiza au hata unajua, Yesu Rabi, bali Yesu Mgaliaya. Sasa tunajua kutoka kwenye historia kwamba kumwita mtu siku hizo Mgaliaya ilikuwa ni kejeli, ilikuwa ni ilikuwa ni kumdhalilisha, ilikuwa ni lawama. Wagalilaya walionekana siku hizo kama watu wasio na elimu na waliobaki nyuma hasa kwa Wayahudi ambao unajua waliishi mjini Yerusalemu. Kwa hiyo, sikia sauti yake ya dhihaka hapa anaposema kimsingi, basi wewe ni mmoja wa wanafunzi wa yule seremala mjinga, sivyo? Hicho ndicho anachomaanisha kusema, Aya ya sabini inaendelea kusema, lakini akakana mbele yao wote akisema, sijui unachomaanisha. Fikiria saa chache tu zilizopita, Petro alikuwa tayari kupambana na askari mia sita wenye silaha, lakini sasa ameshikwa na butwa kwa sababu ya dhihaka. Kuna kanuni ya kujifunza hapa hii hapa: kuwa na ujasiri kwenye vita vikubwa hakuhakikishi ushindi kwenye vita vidogo. Ona, Petro alikuwa amejiandaa kwa pambano kubwa la upanga pale bustanini, lakini hakuwa amejiandaa kwa msichana mdogo mtumishi. Sasa tukio la pili linatokea baada ya muda kupita. Injili ya Yohana inatuambia Petro alikuwa amesimama akijipasha moto karibu na moto wa mkaa Yohana 18. Wakati huo, simulizi la Mathayo 26 linaongeza kipengele hiki, aya ya 71, na, na alipokwenda nje kwenye lango, msichana mwingine mtumishi akamwona, akawaambia wale waliokuwa wamesimama hapo, mtu huyu alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Naye tena akakana kwa kiapo, simjui mtu huyo. Hawa wasichana watumishi hawataki kabisa kumwacha Petro apumzike. Unaweza kutafsiri maneno ya Petro hapa, na hapa kwenu, simjui Yesu. Kuna kanuni nyingine ya kujifunza katika hatua hii hii. Hapa kondoo salama zaidi katika kundi ni wale walio karibu zaidi na mchungaji. Tazama, Petro hapa anasogea upande mwingine. Labda sasa ameshasikia kelele, vitisho vya viongozi wa kidini walioko ndani ya nyumba na na mvutano unaongezeka. Hivyo Petro anafikiri, unajua nini? Acha niweke umbali kidogo kati yangu na Bwana. Labda nitaweza kutoka hapa nikiwa hai. Sasa amesogea mbali zaidi kwenye ua wa nje. Unajua, labda leo mpendwa, uko chini ya shinikizo kwa sababu ya imani yako kwa Kristo. Basi basi, ngoja nikuambie, kujitenga na Yesu kunaweza, kunaweza kukuletea nafuu ya muda mfupi, lakini kunatengeneza mazingira ya kushindwa zaidi. Sasa tunayo tukio la tatu, linatokea takriban saa moja baadaye. Ye, Luka sura ya 22 inatuambia kwamba mshtaki mwingine anajitokeza. Yohana sura ya 18 inatuambia waziwazi kwamba mtu huyu alikuwa ndugu wa Maliko yule ambaye Petro alimkata sikio kule bustanini. Basi habari zimeenea waziwazi kote Yerusalemu na tayari wameweka picha ya Petro mtandaoni. Yohana anaandika kwamba mtu huyu anamwambia Petro, je, ya sikukuona bustanini pamoja naye? Basi kwa hilo, watu wengine wanaingilia pia. Simulizi la Mathayo laongeza hapa, katika sura ya 26, katika mstari wa 73, wale waliokuwa wamesimama pale wakamwambia Petro, hakika wewe nawe yu mmoja wao, kwa maana usemi wako unakusaliti. Unaona, ana lafudhi ya Kigalilaya. Basi Petro akaanza kujilani na kuwapa, simjui mtu huyo. Kweli Peta amepigwa kona, lakini badala ya kukiri Yesu kuwa Bwana wake, Petro sasa anakataa kwa nguvu zaidi. Simulizi la Madhayo inatuambia kwamba hii inajumuisha kulaani na kuapa kwa sauti kubwa mara kwa mara. Jambo linaloonyesha kwamba e, umati umemgeukia na inaashiria kwamba sasa kuna mabishano ya kupiga kelele kati ya Petro na umati. Madhayo anaandika hivi hapa katika mstari wa sabini na nne na mara kuku akawika. Sasa hebu nilete jambo ambalo Wakristo wengi hawalijui. Simulizi la injili ya Marko katika sura ya 14 mstari wa 72 inasema, na mara kuku akawika mara ya pili. Sasa wasomi wa mrengo wa kushoto hupenda kutumia hili kama kosa katika Biblia, na kama tulivyojifunza tayari katika safari yetu ya hekima, kuchanganya simulizi za injili kunatupa hadithi kamili zaidi. Mashuhuda hawa walizingatia tu mambo tofauti. Kuku aliwika mara moja baada ya Petro kumkana mara ya kwanza kama Marko 14:68 inavyotuambia. Na kwa njia, huu ni ukumbusho wa neema kutoka kwa Mungu kwa Petro, na na ulipaswa kuwa ukumbusho uliomkumbusha kumbukumbu yake, lakini haukufanya hivyo. Aliupuuza. Na sasa baada ya Petro kumkana mara ya tatu, kuku anawika tena. Na kama Marko anavyosema katika mstari wa sabini na mbili na Petro akakumbuka jinsi Yesu alivyomwambia kabla ya jogoo kuwika mara mbili utanikana mara tatu. Kwa njia, katika Agano la Kale mashahidi wawili walihitajika kuthibitisha hatia. Ni kana kwamba Yesu anamruhusu kuku huyu kutoa ushahidi mara mbili juu ya kushindwa kwa Petro. Basi fikiri taswira ya tukio hili, eh, katika hatua hii ya simulizi. Ndani ya nyumba ile, Yesu anasingiziwa kwa uongo, anatemea mate, anapigwa na kudhihakiwa. Nje, Petro mwanafunzi wake wa karibu kabisa, sasa analaani na kuapa kwamba hamjui Yesu kabisa. Ni jambo la kusikitisha sana. Sitasahau kusoma kuhusu mama mchanga aliyemwokoa binti yake mdogo wakati nyumba yao iliposhika moto. Alipambana kupitia moto hadi chumbani kwa binti yake na kumtoa nje hadi mahali salama. Katika harakati hizo, mikono yake iliumbua vibaya sana na uso wake ukapata makovu ya kudumu. Basi yule msichana mdogo alikuwa na kuwa kijana maarufu, na darasa lake la mwisho lilipoenda kwenye safari ya mashua, mama yake alijitolea kuja kusaidia kupika chakula. Siku moja alasiri, wasichana walikuwa nje kwenye staha na wakaanza kuzungumzia kuhusu mikono na uso wa yule mama uliojaa makovu, na msichana mmoja akauliza, huyo mwanamke mbaya ni nani duniani? Bila kujua kuwa mama yake yuko karibu kiasi cha kusikia binti yake mwenyewe akasema, sijui. Unaweza kuhisi huzuni na maumivu, sivyo? Yale ambayo yule mama alihisi siku ile, basi Yesu hakika alihisi hivyo ndani ya nyumba hii. Sasa, katika sura ya ishirini na mbili sitini na moja Luka anaandika kwamba mara tu jogoo alipopiga, Bwana akamgeukia akamtazama Petro. Labda ilikuwa kupitia dirisha lililokuwa wazi au mlangoni, lakini wakati huo macho yao yalikutana kwa sekunde moja au mbili. Lakini kile Petro alichokiona machoni mwa Bwana hakikuwa chuki wala hasira, bali bila shaka huzuni na majonzi. Tazama, Yesu ni Mungu kamili, lakini pia ni mwanadamu kamili, na bila shaka angevunjika moyo sana na kukataliwa na Petro. Hakika ile mtazamo mfupi ulimfanya Petro ashike pumzi, akakumbuka unabii wa kukana kwake na mara moja akazidiwa na hatia na huzuni. Luka anaandika hapa katika mstari wa sitini na mbili kwamba akatoka nje akalia kwa uchungu mwingi. Unaweza kutafsiri kwamba alilia bila kudhibiti. Sasa unaweza kutarajia kutosikia tena juu ya Petro, lakini kuna kanuni moja ya mwisho ya kujifunza hapa. Hii hapa. Kushindwa sana kunaweza kufuatiwa na msamaha wa neema. Je, unafikiri kwamba umefanya dhambi kubwa sana hata Yesu asiweze kukusamehe? Je, umemkatisha tamaa Mola wako hadi ukafikiri kwamba yeye hakupendi tena? Afadhali akuweke kando. Basi hebu nikukumbushe kwamba baada ya Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, injili ya Marko inarekodi katika sura ya kumi na sita kwamba malaika anawaambia wanawake waliokuja kumpaka mafuta Bwana, hayupo hapa, amefufuka. Kisha wanawake wanaelekezwa hapa katika mstari wa saba: Nendeni mkawaambie wanafunzi wake na Petro kwamba anawatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambia. Sasa kwa nini kumtaja Petro hasai Vema, nadhani ni kwa sababu alikuwa ndiye mfuasi mmoja aliyefikiri kwamba Yesu hatataka kumwona tena, na Bwana anamjulisha kabla ya wakati kwamba kwamba alisamehewa. Aliyaona hayo machozi na toba hiyo. Kwa njia, vivyo hivyo kwako, mpendwa ikiwa umemkosa Bwana kwa njia fulani, kushindwa kwako sio mbaya kamwe. Yuko tayari kukusamehe na kukurejesha kwa mikono miwili. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote. Amina.